Kwa nini unashindwa kuweka akiba? Nafahamu moja kati ya mkakati ambao unaweza ukawa nao ni mkakati wa kuweka akiba, na si wewe tu, kila mmoja anajitahidi sana ili atengeneze mazingira mazuri ya kuweka akiba, lakini wapo ambao huwa wanaweza kufanikiwa kwa hatua za mwanzoni tu. Anapopata mafunzo ambayo yanahusiana na jinsi ya kuweka akiba, huwa wanaweza kuweka kwa mara ya kwanza, lakini kufanya mwendelezo huwa inakuwa ni jambo gumu sana. Kumbuka, ili uanze kufanya kitu unahitaji hamasa, lakini ili uweze kuendelea kufanya kitu unahitaji nidhamu. Kuweka akiba ni nidhamu, kama nidhamu nyingine yoyote. Inawezekana umekuwa ukifeli kuendelea kuweka akiba na ukawa ufahamu ni vitu gani ambavyo vinakufanya unashindwa kuendelea kuweka akiba. Sababu namba moja, inawezekana kabisa matumizi yako ni makubwa kuliko kipato chako. Kama matumizi yako ni makubwa yanazidi kipato chako ni rahisi sana kujikuta unashindwa ama unaishia njiani katika safari yako ya kuweka akiba. Mshahara wako ni laki mbili lakini matumizi yako kwa mwezi yanaenda mpaka laki nne utapata wapi kiasi ambacho atakusaidia wewe kuweka akiba? Kwa hiyo kagua matumizi yako, anza kukagua matumizi yako. Unajua kuna matumizi madogo madogo ambayo watu huwa wanayachukulia poa, kumbe ni matumizi ambayo yanatuma, yanakula sana pesa za watu vitu kama vocha, vitu kama vinywaji. Unajua kuna mwingine kila akipita atanua skrimu, kila kipita atanua mogo, kila kipita atatafuna karanga. Ni matumizi madogo madogo, lakini ni matumizi ambayo ukija kutulia, ukipiga mahesabu, ni pesa nyingi sana. Vitu kama vocha, mwingine anaweka vocha kila siku, yeye ni kuweka vocha, anaweka vocha wiki, baada ya siku mbili imeisha, anaweka nyingine. Ni pesa ndogo ndogo ambazo zinaongeza matumizi ya mtu. Kuna mwingine hawezi kukaa bila kunywa soda tatu kwa siku. Ni vitu vidogo vidogo, kwa sababu inaonekana ni fedha ndogo, soda shilingi mia sita. Baada ya mwezi umekunywa soda nyingi sana ambazo zinagharimu kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo angalia na chunguza matumizi yako ya kila siku. Inawezekana unatumia zaidi ya kile ambacho unakiingiza. Sababu ya pili, kwa nini unashindwa kuweka akiba? Inawezekana una madeni mengi. Unajua kama una madeni mengi, tafsiri yake ni kwamba kile unachokipata kinaishia katika kulipa tu madeni peke yake na unakosa kuweka akiba, kwa sababu madeni yako yamekuzidia. Sasa kuwa na madeni sio jambo baya, kumbuka madeni sio mabaya. Kwanza kuna madeni mazuri na madeni mabaya. Anazungumza Robert Kiyosaki katika kitabu chake cha bad debt and good debt kwamba madeni mazuri na madeni mabaya. Sasa maskini wengi huwa wanatengeneza madeni mabaya, anakopa kwa ajili ya kwenda kufanyia sherehe, anakopa kwa ajili ya kwenda kununua gari la kuendea kazini anakopa kwa ajili ya kufanyia kitu ambacho hakizalishi pesa ile. Hayo yote ni madeni mabaya. Sasa unapoyatengeneza madeni ya aina hii, maana yake ni kwamba kila pesa unaoipata unakuta unaitumia kwenye vitu ambavyo havizalishi. Jaribu kujikagua, angalia una madeni kiasi gani. Nani anakudai? Kiasi gani unadaiwa? Angalia ni yupi ambaye anahitaji anahitaji kulipwa kwanza na yupi ambaye anahitaji kusubiri. Wasiliana na wadai na wadeni wako. Hakikisha unajua kuna watu anapoona namba ya mtu ambaye anamdai ni kama anaona sijui kitu gani apokei. Sasa unajua kama mtu anakudai, alafu upokee simu yake kwanza, unaonyesha kiburi. Fahamu ni jinsi ambavyo unakudai, lini unatakiwa kulipa kiasi hicho cha pesa, na waambie, fanya nao mazungumzo kwamba kiasi hiki, niomba mnipe muda kidogo, baada ya muda fulani naweza nikakulipa pesa hiyo. Unapofanya hivyo, unatengeneza uaminifu na uhakika kwamba wewe unajali. Kwa hiyo, angalia madeni yako. Inawezekana unashindwa kuweka akiba kwa sababu madeni yako ni mengi. Sababu ya tatu kwa nini unashindwa kuweka akiba inawezekana hauna malengo. Kama hauna malengo, unaweka akiba kwa ajili gani? Hauna malengo ya kununua kiwanja, hauna maneno ya kujenga, malengo ya kujenga nyumba, hauna malengo ya kuso, ya kuongeza elimu yako, hauna malengo ya kufanya jambo lolote lile, unaweka akiba kwa ajili gani? Kwa hiyo kama hauna malengo, ni rahisi sana kushindwa kuweka akiba. Unapokuwa na malengo, inakurahisishia na inakuhamasisha wewe kuhakikisha kwamba unaweka pesa ili kwamba uweze kutimiza ama kuyafikia yale malengo yako. Kwa hiyo unashindwa kuweka akiba huenda hauna malengo ambayo unataka kuyafikia. Kwa hiyo ili uweze kuweka akiba anza kuwa na malengo. Hata malengo madogo madogo, malengo ya wiki, malengo ya mwezi, malengo ya miezi sita, malengo ya mwaka. Anza kwa malengo madogo madogo. Hata yale ya siku, ya wiki, ya mwezi yafuatilie. Unapokuwa na malengo inakusaidia wewe kuweka akiba kwa ajili ya ya kufikia hayo malengo yako. Kwa hiyo sababu zipo nyingi sana ambazo zinaweza zikamfanya mtu kushindwa kuweka akiba. Jaribu kuzichunguza sababu hizi tatu na ujue namna gani ambavyo unaweza ukatoka. Ningependa kusikia kutoka kwako wewe, unadhani ni sababu ipi nyingine ambayo inawafanya watu wengi kushindwa kuweka akiba? Niambia hapo chini kwenye comment, na mimi nitafurahi sana kujifunza kutoka kwako. Naitwa James Atilio.